Bwana mtangazaji, hizo habari ni za uongo mtupu ambazo adui M23 twigwanyiho wanaendelea kutawanya kwenye mitandao ya kwamba e, wameteka e, kijiji cha Pwezero. Ni uongo mtupu. Karibuni na ujambo mtazamaji, pia msikilizaji wa chenelo yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News? Ni chaneli ya tv online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumatano ya tarehe Februari kumi na nane mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi, mtazamaji pia msikilizaji Vita kali vya zuka kuhusu kushikiliwa kwa eneo linalojulikana kama vile Point Zero huko Mwenga. Nani anayeshikilia eneo hilo licha ya video inayozunguka hapa na pale? Mtazamaji, ukweli upo, vita vya maneno vyaingia na kualika. Kabla tuendelee, tafadhali anza kwanza kubonyeza kengele na upatikana upande wa kulia yani usubscribe ambaye ya bado hujafanya hivyo na ikiwa ni mara yako ya kwanza, anza kwanza kusubscribe channel yako hii, ujiunge nasi, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, usikose kushare, yani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Bila wewe, sisi hatupo. Acha nikutakie ufuasi mwema na usikivu mwema mtazamaji pia msikilizaji. Vita pamba vya pambamoto vya risasi kama vile vya maneno, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tunakwenda kuzungumzia kuhusu ukweli wa nani anayemiliki anayehikalia, anayeshikilia eneo linalojulikana kama vile Point Zero ambalo ni eneo la kimkakati kabisa kwa kurahisisha kila kundi ambalo linaweza kuwa likiikalia au likipatikana na kudhibiti eneo hilo. Kwenye video zilizorushwa rushwa na ambazo zinafuatwa na wengi, imeonyesha kwamba M23 na washirika wao wanapatikana kwenye eneo hilo linalojulikana kama vile Point Zéro, lakini bila kumeza mate, wazalendo wamekuja na kukanusha habari hizo kwa kishindo. Mratibu wa kisiasa wa wazalendo wa wanaojitolea kwa ulinzi wa nchi, VDP kwa ufupi, huko katika maeneo ya Kivu ya Kusini, kiongozi na Luvumbu Kibambala Lebon akiwa mwenye kupatikana kwenye uwanja wa mapambano kwenye vijiji vinavyozunguka mji wa Minembwe siku ya Jumanne ya tarehe Februari kumi na saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita, siku ambayo video iliyoonyeshwa na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba M23 na wa washirika wao wamedhibiti eneo hilo na ni siku hiyo hiyo tena mratibu wa kisiasa wa Wazalendo wanaojitolea kwa ulinzi wa inchi VDP huko Kivu ya Kusini, kiongozi na Ruvumbu Kibambala Lebon, akiwa kwenye uwanja wa mapambano mwenyewe kwenye vijiji vinavyozunguka mji wa Minembwe siku hiyo hiyo ya tarehe Februari 17 mwaka huu tulionao wa elfu mbili na ishirini na sita amekuja kukanusha katakata kata habari za uongo zinazosambazwa kwenye mitandao za kijamii, habari zinazosema kwamba na kudai kuwa M23 na washirika wao wamesema wa eti wao wamekamata tena kijiji cha kimkakati cha Point Zero huko tarafani Mwenga. Huo ni uongo mtupu, ni uongo mtupu, ni uongo mtupu, tena uongo mtupu. Kiongozi na Luvumbu Kibambala anaongeza kusema video ambayo inasambazwa na kusambaha karibia kwenye mitandao yote, iwe ya adui kama vile wanavyotumiwa raia wengine kwa kuvunjwa moyo Amesema nini? Mtazamaji pia msikilizaji, tega sikio. Video inayosambaa na kusambazwa mitandaoni tangu asubuhi ya jumanne ya tarehe Februari kumi na saba siyo video ya leo, ni video ambayo ilirikodiwa tangu Januari ishirini na saba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita wakati adui alipokuwa angali bado hajaondolewa pale, yaani ni video ambayo, au adui alikuwa angali pale, wakajipicha wakarekodi video hiyo. Kwa hiyo anawasi kiongozi na Luvombo Kibambala anawasihi wakahaji wote, raia wote, wote wanaowashabikia wote, ambao ni wafuasi wa VDP, wote ambao wako nyuma ya wazalendo, watu ambao wanaipenda jeshi la taifa FARDC, akiwasihi watu kuwa makini na watulivu, kwani hakuna hata moja ya maeneo ambayo adui alinyanganywa hapo awali na kufukuzwa kisha baadaye leo adui huyu atajwa kwamba ameparudia na kupakamata tena. Hizo ni habari za uzushi kutoka kwa adui na ambao wanatafuta kupotosha raia pekee na kuwavunja moyo, haswa kuwapanda uoga, kuwapanda hofu isiyokuwa na tija. Hata hivyo Kuna Nini News ilifanyikiwa kuongea na kiongozi na Luvumbo Kibambara kutaka kombu, kujua kweli kutoka kwake. Je, eneo la Point Zero mbona limezua wasiwasi kupitia video inayozunguka na kusambazwa eti adui amerejea hapo? Habari hizo ni za kweli? Kiongozi na Luvumbu Kibambala Hakumeza mate hakumeza mate, wala hakushita kujibu. Naye aliwaambia wasikilizaji na watazamaji wa Kuna Nini News, akisema bwana mtangazaji, hizo habari ni za uongo mtupu ambazo adui M23 twigwanyiho wanaendelea kutawanya kwenye mitandao ya kwamba Uh, wameteka uh, kijiji cha pwezero, ni uongo mtupu. Itakuwaje bwana mtangazaji, waruke wafike pwezero alafu wasikamate uh, kijiji cha rusankuku wasikamate, tuwe tuwe, waruke moja kwa moja waje kuonekana wamekamata tena pwezero? Hiyo ni uongo mtupu. Uh, video ambazo tunaziona kwenye mitandao wakiendelea kusambaza ni zile za zamani, eh, wakati hao magenge eh, walipata fursa ya kuingia pwezero. Lakini kwa sasa hivi pwezero kuna amani ya kutosha, raia wameshaanza rudi eh, ndani ya vijiji vyao na wengine ndani ya makazi zao. Uh, walimaji wanaanza kulima kwa sababu kuna amani ya kutosha, isipokuwa tu bado kuna maburuneti ambazo walikuwa wameacha, wanategatega ndizo bado zinaendelea zinaweza kusumbua watu. Kwa hiyo tunaomba zile mashirika ambazo zinazohusika na kutegua mamini zinaweza kufika pale ili kuangalia jinsi ya kuleta e, utulifu. Tuambie ya kwamba jeshi letu la FARDC pamoja na wazalendo e, tunaendelea kuimarika na tunaendelea kusonga mbele e, hadi mpaka pale tutakapokomboa Uh, mji wa Minembwe uh, na kando kando uh, vijiji ambavyo bado hao majangiri wanashikilia. Na ni ni nimalizie, ni bwana mtangazaji, ni kusema ya kwamba, uh, sasa ya kwamba sasa hivi adui ameshaishiwa na nguvu, sasa anaanza kukimbilia kwenye mitandao, lakini tumwambie ya kwamba bado tuko imara na tuko ngangari. Asante mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Huyu mnayetoka kumsikiliza si mwingine bali ni kiongozi wa kisiasa wa VDP Wazalendo ambao walisimama imara katika maeneo ya Kivu ya Kusini kuzuia adui asisonge mbele na ambayo wanapambana vikali kuhakikisha kwamba wanadhibiti maeneo mengine ambayo bado yangali yanashikiliwa na muungano wa AFC M23 ianeo nguminordabaradroide na jeshi lao ambalo linawaunga mkono RDF, jeshi la Rwanda. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, vikosi vya taifa FARDC na washirika wao Wazalendo VDP vinadhibiti maeneo yote yaliyotekwa na kuendelea na operesheni kubwa za kukomboa maeneo yote yaliyoikaliwa kinyume cha sheria na wapiganaji wa M23 na washirika wao. Hili ni jukumu lisiloweza kurekebishwa na lisiloweza kujadiliwa kwa wale waliojitolea kwa ajili ya ulinzi wa nchi. Huko Kivu ya Kusini, VDP pia anaripoti kiongozi huyo Ralo Vumbo Kibambala ambaye ndiyo naibu wake William Amuri ya Kutumba akisema kwamba katika nyanda za juu za Uvira haswa Mulenge na Kidote karibu na Lemera kulikuwa na mapigano makali kati ya VDP na wapiganaji wa AFC M23 wa DF jeshi la Rwanda, twigbaneu Red Tabara ambao walikuwa wakijaribu kuvuka Mlenge ili kufika Minembwe. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi makali ya vikosi vyao vya VDP Wazalendo vya utihifu adui aligonga mwamba, adui alishindwa katika dhamira yake ya kutaka aendelee hadi afike Minembwe. Lakini huyu dhamira yake akijaribu, alipojaribu kutoka sehemu aliyokuwa na kwenda kuwasiliana na wale ambao wanapatikana na Minembwe, bila shaka adui alishindwa katika dhamira yake na akafukuzwa kutoka maeneo yaliyotajwa hapo juu. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hii ni idhaa yako iliyo hapo kwa ajili ya kukupa habari zilizo sahihi. Ikiwa haitoshi, msikilizaji pia mtazamaji wa idha hii pendelevu, kau ya ufike, wahenga husema bora tuchelewe kukupa habari lakini kuletea habari zisizopingwa habari ambazo ni sahihi. Bwana na Luvumbu Kibambala anasisitiza kwamba wakati umefika wa kurejesha uadilifu wa eneo na kukomboa kikamilifu sehemu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ahadi ya waliojitolea wanaojulikana kama vile VDP inabaki kuwa kamili, imezamiriwa na inaongozwa na uzalendo moja wa kitaifa na uhuru wa nchi ya DR Congo. Wanajitolea kwa ajili ya ulinzi wa nchi, wanathibitisha tena kujitolea kwao kusiko yumba kwa ulinzi wa eneo la kitaifa na azimio lao la kuendelea na juhudi zao hadi amani na utulivu vitakaporejeshwa kikamilifu katika sehemu ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitengo cha mawasiliano ya uratibu wa kisiasa wa mkoa wa VDP huko Kivu ya Kusini ndio uliothibitisha si habari hizi na kuwatangazia wakaaji rahia watu wote wanaowapenda kwamba wasivunjike moyo kutokana na video inayosambazwa na ambayo imezunguhuka kote ulimwenguni tangu siku ya Jumanne ya tarehe Februari kumi na saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita chango majira ya asubuhi, ikisema eti adui M23 na washirika wao wamerejea eneo linalojulikana kama vile Point Zéro, eneo la kimkakati kabisa kivita. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kufikia sasa, VDP wazalendo, FARDC wanapota mizizi pale, nao wamehapa kwa uji na uvimba, hawataondoka. Mtazamaji pia, msikilizaji wa Kuna Nini News, Kufikia hapo, sina cha ziada, acha tukomee hapo. Aliye na masikio ya kusikia amesikia, lakini usisahau kauli mbio yetu. Wewe ambaye bado ulikuwa huja subscribe, tafadhali usiondoke, anza kusubscribe ukigusa na kubonyeza alama ya kengele inayopatikana upande wa kulia. Baada ya hapo, tafadhali usikose kulike, tizama upande wa kushoto, kuna kidole kinachoongea na kusema endelea, okay. Usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho, usikose kushare, usikose kupartage, usikose kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi, hadi tutakapokuchana tena hewani. Hacha Kuna Nini News ikushukuru wewe kwa muda wako kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.